Tanzania imetajwa kuwa kinara wa biashara feki ya bima ya Comesa yaani yellow card inayowawezesha wamiliki wa maroli kunufaika pindi magari yao yanapopata ajali katika nchi wanachama wa Comesa. Kufuatia hatua hiyo, shirika la bima la taifa NIC tayari limeanza zoezi la kuhakiki na kukamata zaidi ya maroli kumi na tano yanayosafiri nje ya ya nchi yaliyokuwa yamekatiwa bima feki. Akizungumza na waandishi wa habari wakati wa operation hiyo iliyofanyika katika eneo la Kibaha mkoani Pwani, mratibu wa Comesa kitengo cha yellow card Imakulata Moro anasema sasa hivi tuko hapa Kibaha kwa ajili ya zoezi, kwamba hii yellow card sasa imekuwa ni biashara ya mtaani. Watu wengi sana wana, wana resort kwenda mtaani kwenda kununua yellow card wakisema ni rahisi, lakini napenda kuwafahamisha kwamba kununua mtaani sio rahisi bali ni ghali. Sasa hivi Tanzania inajulikana kama ni kinara wa biashara feki ya yellow card. Ni aibu sana tunapata nchini kote, na ndio maana leo kuanzia jana tumefanya ili zoezi la kukamata yellow card. Mpaka sasa tuna magari kumi na manne, kama mnavyoona nyuma huku malori yamekamatwa mengi tu, na tunaendelea. Bado ni zoezi endelevu. Uh, tutaendelea kwa siku kadhaa alafu baadaye litakuwa ni la mara kwa mara kucheki. Moro amesema yellow card feki inauzwa mitaani kwa shilingi laki moja wakati bei halali ya kadi hiyo ya bima ni shilingi laki tisa na themani na sita, na kwamba inapatikana katika shirika hilo tu na si mitaani, na hii inapatikana kwenye mashirika ya bima tu, haiuzwi na wakala wala broka. Wakala pekee kwa hapa Dar es Salaam kwa mfano Uh, hakuna wakala hata mmoja ambaye ameidhinishwa kuuza yellow card uh, mpakani, labda tuna agent yuko Namanga, mmoja tunaye mmoja yuko Sirari, uh, kunae tunao wawili wako Tunduma, na ukifika pale unakuta ni mabango ya Shirika la Bima la Taifa yako pale, kwamba ni agent halali wa Shirika la Bima la Taifa. Naye mkurugenzi wa operation kutoka kampuni ya Maseto, Peter Munga, aliwataka wamiliki wa maroli kuachana na ubabaishaji unaoweza kuzigharimu biashara zao. Wanaomiliki vyombo vya moto ambao wanategemea kusafiri kwenda nchi za nje kwa ajili ya shughuli zao mbalimbali, aidha mbali za kubeba mizigo au kwa safari zingine zote, ni vizuri wakahakikisha wamefuata utaratibu wa kupata komesa ambayo ni sahihi, iwasaidie wanaposababisha ajali kule wanako kwenda kuepuka usumbufu utakaojitokeza pale ambapo watakuwa hawana vitu ambayo si halali. Aidha, mwenyekiti wa wamiliki wa maroli madogo na ya kati Shabani Chuki alikuwa na haya ya kueleza. ni aibu kwa taifa, lakini pia ni hasara kwa taifa, kwa sababu umefikia nchi zingine sasa hawataki kuona Comesa kutoka Tanzania. Sawa, hawataki kabisa. Sasa ukiwa hawataki kuona Comesa za Tanzania, ina maana kwamba mapato Tanzania hayataingia, ndio maana yake, na ina maana kwamba utakata Comesa Tanzania, halafu taenda kwa nchi ya wendezi, utakata tena insurance ya nchi ile. Kwa hiyo ninachowaomba wamiliki wa, wa malori wafuate taratibu. Kata Comesa yako, nenda NIC au nenda kwenye kampuni ambayo umekatia third party insurance, kata na Comesa pale, unakuwa uko huru. Peter Edison, Mwananchi Digital.